Wabunge kutoka Kaunti ya Meru wamewakosoa viongozi wa upinzani wakidai hawana ajenda kwenye manufaa ya wananchi. Wakizungumza katika eneo bunge la Imenti Kusini, viongozi hao wametaka jamii za Meru kupuuza upinzani, wakisema semi zao za viongozi hao sio za kuleta umoja wala maendeleo ya taifa. Aidha, wameahidi kuendelea kuunga mkono serikali ya Kenya kwanza hadi uchaguzi wa mwaka 2027 Angalia wa Meru Musa, wa Meru wainuke. Wakati tumeinuka ndio tunaambiwa kwamba serikali ni mbaya. Ni mbaya ama ni nzuri? Inakuwa ni mbaya kwao, kwa sababu wao wako na stima, wao wako na lami, wao wako na maji, wako na mahospitali. Wengine wamepatiwa nafasi kama mawaziri, wengine wakapatiwa nafasi kama naibu wa rais. Lakini mtu akitembea kona yote ya taifa hili, anaenda anasema sijui nimetumwa na watu wa mlima Pokeeni, okay, salamu ya watu wa mlima. Afikiria kwamba wananchi wote wa taifa hili walimchagua. Sisi tukiwa wa Meru, tukiwa Mount Kenya East na Kenya kwa jumla, tunataka kuunga profesa Kindiki mkono na serikali ya President, serikali ambazo zimepita asiaifanya jambo lolote Ilihali watu wamekufa hapo kwa hiyo mrinji wengi sana, lakini hii serikali ambayo imeingia ikiongozwa na daktari Samuel William Ruto imesema hata kama hii daraja inahitaji maelfu mamilioni ya pesa lazima tuiunde. Na baada ya taarifa hiyo, tunakwenda mapumzikoni lakini...